Kwa mara ya kwanza tangu kuumbwa kwangu leo ndio rais amehutubia bunge na mimi nikiwa niko bungeni. Hiyo ni kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu sana na nawashukuru sana wananchi wa Kigoma mjini kwa kunichagua na kunipa nafasi ya kuingia bungeni, na leo hii nimeshuhudia hotuba ambayo inatupa urahisi sana sisi wabunge ambao tumechaguliwa na wananchi kwenda kutekeleza yale ambayo tuliyawaahidi wananchi. Uh, nje ya uh, mambo yote ambayo uh, mheshimiwa rais ameongea lakini angalia namna ambavyo amegusa kwenye vijana. Angalia namna alivyowagusa vijana, amefikia hatua mpaka serikali ya awamu ya sita inaamua kuanzisha wizara ambayo itakuwa na dini na vijana peke yake. Angalia namna ambavyo Dkt. Samia Suluhu Hassan anaamua kuwaingiza vijana bungeni na ni kuwaingiza vijana ikulu ili wawe washauri waende wakamshauri angalia namna ambavyo Dr Samia Suluhu Hassan anaenda kugusa kwenye ahadi yangu ya barabara kwa kuongeza pesa kwenye TARURA, kuongeza pesa TARURA. Tafsiri yake TARURA inaongeza wigo wa kutengeneza barabara. Nitakupa mfano, jimbo la Kigoma Mjini, TARURA uh, wana wana eneo au uh, wana barabara za kilometa zaidi ya 330 ambazo zinatakiwa kutengenezwa kwa lami, zitengenezwa kwa lami lakini tarura bajeti yao kwa miaka mitatu ya nyuma wamekuwa wakipewa bilioni moja bilioni moja pointi nne bilioni moja pointi tano Kilometa moja ya lami ni bilioni moja hizo pointi tano tuseme ndo zitatumika kama wanasema uh, rutini maintenance, kukarabati baadhi ya barabara ambazo zimeharibika na vitu kama hivyo. Sasa kama kila mwaka tarula watakuwa wanatengeneza barabara ya kilometa moja na wanatakiwa watengeneze zaidi ya kilometa mia tatu thelathini ambazo kwa, kwa sasa hivi washatengeneza kama kilometa kama mia uh, kama, kama hamsini na mbili hivi asilimia kama kumi na tano tu ya barabara zote ambazo zinatakiwa zitengenezwe kwa lami Kigoma mjini. Tafsiri yake kama watakuwa wanatengeneza kilomita moja kila mwaka, wanahitaji miaka mia mbili sabini ili waweze kumaliza uh, kilomita zote ambazo ziko pale Kigoma mjini. Lakini kwa wazo hili la mama la kwenda kutanua uh, pesa kuongeza hela kwa, kwenye uh, uh, tarura tafsiri yake ni kwamba tunaenda kutoka sasa watu wa jimbo la Kigoma mjini, tunaenda kutoka kwenye kilomita moja kila mwaka twende walau hata kilomita ishirini au thelathini kila mwaka, na mimi tapigania hilo kwa sababu mimi ndo ahadi yangu kubwa ya barabara. Ukisikiza hotuba ya mama, inazungumzia namna ambavyo anataka kuwanyanyua wajasiriamali uh, wadogo wadogo. Kwanza kwenye afya, unajua uwezi kumnyanyua mjasiriamali kama afya hujaboresha. Tafsiri yake ni kwamba atatengeneza pesa alafu akiugua pesa zote zitaondoka. Kwa hiyo utakuwa umetengeneza hasara. Kwenye afya, mama aliahidi kuhusiana na uh, siku zake mia moja ataanzisha bima ya afya kwa wote, na tumesikia kwa masikio yetu akituomba wabunge kwamba ataleta uh, mswada ataleta bungeni, uh, kuomba ridhaa ya kufanya majaribio ya bima ya afya kwa wote. Na sisi mama, hata kabla hujaleta tushapitisha, kwa sababu ukiwatibu watu wetu, ukiwapa bima ya afya kwa wote, unatupunguzia mzigo sisi kama wabunge. Watu wetu wengi wamekuwa wakiumwa, jicho lao la kwanza wanaangalia nani tulemchagua atusaidie, kwa tumekuwa tunatoa hela zetu za mfukoni kuwasaidia watu kwenye mahospitali lakini mama ameweka mguu chini kuhakikisha watu bima kwa wote inapatikana. Tunaanza na majaribio na si, tuko tayari. Tunarudi bungeni tarehe 27 mwezi wa kwanza, tuko tayari kupitisha majaribio ili tuone wapi kuna shida, wapi pako sawasawa, ili bima ya afya kwa wote iweze kuanza. Mama amegusia kusana na masoko, uboreshaji wa masoko na vitu ambavyo sisi kama wabunge ndio vinatukabili hapo mbele jinsi gani tutaenda ku, kuwasaidia wananchi ambao wanafanya biashara yao, lakini maeneo wanaofanyia biashara sio maeneo mazuri kwenye kuboresha masoko. Mimi ahadi yangu ni masoko, na mama akizungumzia masoko, tafsiri yake anakuwa amenigusa mimi 100% kwenye ahadi zangu. Nashukuru sana Dr. Samia, angalia jinsi ambavyo mama ana utu. Nasema kazi na utu. Kuna watu walileta matatizo kwenye nchi yetu, walileta machafuko kwenye nchi yetu, walileta vurugu kwenye nchi yetu akachungulia aka akagundua, kuna baadhi ya vijana walifata mkumbo kwenye maandamano. Mtu anaona tu watu wanaandamana na yeye kaingia, au mtu mwingine alikuwa anapita, lakini wakati wanazoa na yeye akajikuta ameingia kwenye, kwenye shida, kwa sababu maandamano yalikuwa na vurugu ndani yake, yanachoma vitu vya watu, yanapiga watu, yanaharibu mali za umma, yanachoma vituo vya polisi. Kwa hiyo maandamano yalibadilika, akawa vurugu. Kwenye kukamata, kuna watu wengine wamekamatwa, lakini kiuhalisia hawakuwa kwenye uh, swala hilo au walienda kwa kufata mkumbo. Mama ameamua kuwaachia vijana warudi mtaani. Nashukuru sana mama kwa kutuletea vijana wenzetu waje mtaani tuendelee kulijenga taifa letu. Ameelezea kuhusiana na SGR namna ambavyo uh, uh, tunaenda sasa kuiconnect kama ilivyokuwa uh, mwanzo. Sasa hizi ni fursa ambazo sisi wabunge ambao SGR inakuja kwetu kuwachukua vijana na kuwapeleka kwa hawa wakandarasi ambao wanajenga SGR. Tunajua kuna baadhi uh, wa ya wakandarasi, reli inajengwa Kigoma, yeye anataka kuchukua vijana kutoka sehemu zingine. Lazima watu ambao tuna reli inapita kwenye eneo letu tunufaike kwa vijana wetu kupata nafasi ya kufanya kazi kwenye maeneo hayo. Kwa tutaenda kwa wakandarasi na kuwaambia kuna vijana wetu wako hapa nareli inapita kwao, tunaomba wapewe nafasi wafanye kazi ili waweze kujitengenezea kipato. Hiyo ndo kazi ya kiongozi, sio kuacha tu mtu uh, uh, uh, Daeslam uh, kuna miradi inaendelea watu wa Salaam wafanye kazi huko. Kigoma ikifika uh, watu wa Kigoma wafanye kazi na weo waweze kupata kipato. Watu wa Kigoma pia hatukatazi kwa sababu wote ni nchi moja, lakini lazima watu wanufaike kwa miradi kuletwa katika uh, jimbo letu au kuleta katika mkoa wetu wa Kigoma. Nampongeza sana Dr Samia Suluh Hasan kwa hotuba nzuri, na Mungu amjalie awe na moyo huo huo wa kuendelea kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Watanzania wanaamini kwenye vitendo, na mama yuko tayari kufanya vitendo kwenye miundombinu, afya, elimu na uchumi, kuhakikisha wananchi wetu uchumi wao unapanda. naitwa Baba Levo Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa Jimbo la Kigoma Mjini.